Unajua kwamba probiotics uh, inasaidia sana uh, kwenye suala la tumbo lakini pia inatusaidia sana katika kinga za mwili. Kama ulikuwa uelewi hiko hivi, naposema probiotics, namaanisha kwamba ni wale bakteria hai ambao wanaishi katika matumbo yetu kwa ajili ya kulinda mba, tumbo letu lisipate madhara, lakini pia kupambana na bakteria mbalimbali ambao wako tumboni. Sasa hawa bakteria Huwa wanakuwa wanaondoka au wanapungua kutokana na vitu mbalimbali mbali. Na wanapokuwepo wanasaidia kinga yetu ipande. Kama ulikuwa ujui, asilimia themanini ya kinga zako za mwili zipo kwenye tumbo lako. Ndio maana hata unaposikia habari mbaya, unaposikia kwamba kuna kuna kuna chochote ulichoambiwa ni kibaya, sehemu ya kwanza ambayo utasikia inauma au inaunguruma ni tumbo lako. Leo hii usikie baba yako amepata ajali, hautoumwa kichwa, hautoumwa asikii nini, utasikia tumbo limefanyaje, linaunguruma, na ikiwezekana utasikia kuharisha. Kwa nini? Kwa sababu moja ya sehemu ya kinga ya mwili inakuwa iko wapi? Iko tumboni. Sijui, na kwa hiyo watu ambao wanakuwa na vidonda vya tumbo, watu ambao wanakuwa na asidi, watu ambao wanakuwa na shida za kwenye tumbo. Mara nyingi watu hawa utakuja kuangalia wana tatizo la kuumwa magonjwa mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu sehemu ambayo magonjwa hayo yao yapo, yaani vidonda vya tumbo au asidi ni sehemu ambazo ndipo ambapo kinga za mwili zipo. Sasa, uh, hawa watu wanapokuwa na ugua hizo sehemu ina maana na kinga za mwili zinafanyaje? Zinadhoofika. Ndio maana kinga zikishadhoofika, huyu mtu anakuwa anaumwa mara kwa mara. Ndiyo maana moja ya sehemu kwamba mtu akiwa anaarisha sana, kwa nini anakopa anaishiwa mpaka nguvu na anakopa yuko hoi kabisa, kwa sababu hiyo sehemu ndio kinga za mwili zipo. Sasa hiyo sehemu ndo anaarisha, sasa ndo anapata shida, yani, yani ndo kuna shida hiyo sehemu, ina maana kinga za mwili zifanyaje? Zitadhoofika. Ndio maana ni muhimu sana kutumia probiotics ambayo unaweza ukatumia mtindi, kwa sababu pia umejaa probiotics yani imejaa, wamejaa hao bakteria wazuri hai ambao ukiwanywa kupita kwenye huo mtindi watakusaidia kwenye tumbo, lakini pia kuna virutubisho mbalimbali ambao vina probiotics nzuri kabisa. Kama unahitaji unaweza ukanicheki ili niweze kusaidia. Kwa hiyo moja ya sehemu ya kulinda ni sehemu yetu ya tumbo, kwa sababu ndio sehemu ambayo asilimia themanini ya kinga za mwili zipo hapo. Suala la kulinda tumbo lako ni sawa sawa umelinda kinga zako za mwili. Sasa ukiacha kulinda tumbo lako, ina maana umeshaachana kabisa pia kulinda kinga zako za mwili. Nashangaa watu ambao wanasema kwamba anasikia miungurumo, anasikia tumbo lina muuma uma hapa, anasema ah, huu ni ugonjwa wangu nishauzoea. Rafiki yangu usizoe ugonjwa, kwa sababu kinachoenda kutokea sasa baada ya hapo ni kuanza kuumwa mara kwa mara, kumbe ile kuumwa na meungurumo sijui kufanyaje, ilikuwa inakuashiria kwamba tumbo lako kwa haliko vizuri, kinga zako ziko vizuri, lakini wewe ulipozia. Baada ya kupozia, ndio hapo sasa unaanza kuugua, unaanza kumtafuta mchawi. Pandisha kinga zako za mwili, linda tumbo lako leo ili na yenyewe liweze kulinda kinga za mwili na kukulinda wewe.